E bana, mambo vipi? Hii ndio time ya kupeana zile taarifa za kimichezo, ama zile story za kimichezo ambazo zinaendelea kubamba katika masuala ya kimichezo kitaifa pamoja na kimataifa. Basi utazipata hapa katika channel yako hii, habari za michezo na burudani. Sisi kila siku tutadondosha habari mpya humu ndani, ili uwe mwanafamilia na usipitwe na taarifa za usajili wa Simba na Yanga. Basi unachotakiwa kufanya ni kugusa tu neno eh, subscribe. Ukishagusa tu neno subscribe, subscribe tu, utakuwa umejisajili moja kwa moja na chaneli hii ya habari za michezo na burudani na utakuwa wa kwanza kupata taarifa za usajili wa Simba na Yanga kuelekea dirisha eh, kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Kumbuka ligi na kwenda ukingoni, hivo gusa tu neno subscribe uli ujiunge na maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia chaneli hii kwa ukaribu kabisa, ili usipitwe na taarifa zote za usajili kuelekea dirisha kubwa. Simba wamemsajili nani? Yanga wamemsajili nani? Basi gusa tu neno subscribe. Kila taarifa itakufikia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi. Yaani notification basi, leo na taarifa muhimu kutoka pale Unyamani ama kunako klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, wao tayari wameshaanza anza mawindo e, mapema ya kupata nyota ambao watakwenda kuwasajili kuelekea dirisha kubwa la usajili, na tayari majina matatu yameshamwaga wino kunako klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, na taarifa e, zilizopo ni kwamba tayari e, wachezaji hao wamesha saini e, mikataba ya awali na sasa wanasubiria dirisha E, kubwa la usajili kufunguliwa ili waweze kumalizana e, moja kwa moja na klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba, na wao tayari waweze kuwatambulisha moja kwa moja. Kumbuka usajili wa Simba unasimamiwa na Azim Dewji. Huyu ni mfadhili wa zamani wa Simba, na kwa sasa yupo katika bodi ya usajili ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akisaidiana na ndugu yake Mohamed Mo Dewji ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba, taarifa zilizopo ni kwamba Simba tayari wameshaanza mawindo na tayari e, nyota wanne wamesha nasa kwenye mawindo ya mnyama ama kwenye mawindo ya klabu ya ukunda Msimbadi Simba kuelekea usajili wa dirisha kubwa e, msimu e, unao dirisha kubwa e, msimu ujao. Kumbuka kwa sasa ligi inakwenda ukingoni. Miongoni mwa nyota ambao tayari Simba amewanasa ni pamoja na uh, kislani ohuondo huyu e, ni kiungo mshambuliaji matata kutoka klabu ya cd gabezi pale nchini e, Tunisia. Ni miongoni mwa nyota ambao e, Simba tayari wameshamalizana nao na ni miongoni mwa nyota ambao e, Simba watakwenda kuwatambulisha katika dirisha kubwa e, la usajili e, huyu E, Gislaine ni miongoni mwa nyota ambao wanacheza maeneo matatu katika e, ndani ya uwanja. Wanacheza eneo la ushambuliaji, wanacheza eneo la kiungo, wakati pia anacheza eneo e, la namba tisa, yaani mshambuliaji wa mwisho Gislaine Ee, bana Uhondo mwenye umri wa miaka 23, ni miongoni mwa saini ambazo tayari zimeshadondoka kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi, Simba kutoka katika klabu ya CD Jabez pale nchini ee, Tunisia. Mwingine ni Celestin Akua, huyu e, ni kiungo mshambuliaji namba kumi kutoka klabu ya aseki mimosa pale nchini Ivory Coast ni miongoni mwa vipaji vikubwa ambavyo vinategemewa katika taifa la Ivory Coast ni miongoni mwa nyota ambao wanakwenda kumaliza mikataba yao ndani ya klabu ya aseki mimosa ee, tayari ameshaifungia e, aseki mimosa mabao kumi, mabao kumi ya ndani ya msimu huu na tayari ameshafunga mabao e, mawili ndani ya kombe la shirikisho hatua ya makundi kutoka kunako klabu ya A, aseki mimosa hivyo ni nyota ambaye e, tayari Simba wameshafanya naye mazungumzo na kila kitu kinakwenda sawa, hivyo ni miongoni mwa e, wachezaji ambao watatua kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili, si mwingine huyu ni Celestini e, aqua mchezaji mwingine ni Steven Amankona kutoka Berekum Chelsea pale nchini Ghana ni miongoni mwa nyota ambao Simba walimfukuzia msimu uliopita, lakini kwa sasa Simba wanakwenda kuipata saini yake, ambapo sasa mambo yanakwenda sawa. Hivyo ni miongoni mwa washambuliaji ambao watakuja kunako klabu ya Ukundu wa Simba hadi Simba ili kuweza kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji e, si mwingine huyu e, ni Steven Amankona e, bwana huyu anakipata klabu ya Berekum. Pale nchini Ghana, msimu uliopita anaweza kufunga magoli ishirini na mbili kutoka na klabu hiyo ya Berekum Chelsea, na mpaka sasa michezo ishirini na tatu ameweza kufunga magoli eh, kumi na saba kutoka na klabu ya Berekum Chelsea pale nchini Ghana. Hivyo ni miongoni mwa washambuliaji hatari ambao atajiunga na klabu ya ukundu wa Msimbazi, Simba, kuelekea dirisha kubwa la usajili. Simba wanataka uimarisha kikosi chao kuelekea kuelekea, kuelekea eh, msimu ujao, endapo Simba msimu huu wanataka wamalize nafasi za juu ili kuweza kushiriki michuano ya kimataifa jane, yaani klab bingwa. Hivyo wameona sasa, uh, waweze kuipata saini ya mshambuliaji um, huyu hatari kutoka pale nchini Ghana katika klabu ya, ya, uh, ya Berekum Chelsea ya nchini Ghana, si mwingine uh, huyu ni aa Steven Amankona ambaye Simba walimtaka msimu uliopita ila ikashindikana. Kumpata mchezaji mwingine ni e, Bara Musa Conte, huyu ni kiungo e, mkabaji kutoka klabu ya CNS Fax ni pale nchini Tunisia, na huyu bana ni raia wa Gine. Hivyo Simba wanavu, kama kocha Fadlu Davis anavutiwa na kiungo huyu mkabaji e, Musa Bara Conte ambaye e, Simba walicheza na, na CNS Fax katika michezo miwili ya hatua ya kombe la Shirikisho, hatua ya makundi nje na ndani. Hivyo Simba eh, kupitia kwa kocha Fadlu Davis amevutiwa sana na staili ya uchezaji ya kiungo mkabaji eh, Bala Musa Konte. Huyu ni raia wa Guinea ambaye anakipiga kuna klabu ya Uh, pale nchini Tunisia na mkataba wake unakwenda ukingoni, hivyo huenda ni myo, nyota ambaye tayari atatua kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu tayari eh, kocha Fadlu Davis anamhitaji ili kuweza kuboresha eneo la kiungo la klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Basi haya ndio majina matatu ambayo tayari yamesha mwaga wino wa awali kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, akiwepo Gislain Ohondo eh, kiungo hatari kabisa kutoka la ya, ya CD Jabez pale nchini Tunisia na mwingine ni Celestine Aqua, mshambuliaji hatari wa AS Kimimosa kutoka pale nchini Ivory Coast, na mwingine pia ni Steven Amankona kutoka Berekum Chelsea pale nchini Ghana, pia ni mshambuliaji kinara na mpachikaji wa mabao wa klabu hiyo. Mwingine ni kiungo mkabaji katidi kabisa, si mwingine, huyu ni Bala Musa Konde kutoka klabu ya CS Faxin pale nchini Tunisia na huyu ni raia e, wa Gine Basi haya ndio majina ambayo tayari e, yameshamalizana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kilichobakia tu ni dirisha kubwa la usajili liweze kufunguliwa na nyota hawa watue kuanza maisha mapya kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama hujasubscribe, gusa tu neno subscribe. Kila story ambayo utadondosha humu ndani, basi utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo, kwa sababu utakuwa umesha subscribe.